Bunge la Uingereza limeidhinisha kwa wingi mkubwa wa kura mswada wa kujiondoa Umoja wa Ulaya, ambapo wabunge 494 waliunga mkono kuanzisha mchakato huo huku 122 wakipinga. Mswada huo wa kile kinachofahamika kama Brexit utapelekwa katika baraza la juu la bunge la Uingereza ambalo lina nguvu ya kuchelewesha lakini sio kukwamisha sheria hiyo. Waziri wa sheria wa Romania Florin Iordache amejiuzulu baada ya maandamano ya kupinga sheria ya kulainisha mapambano dhidi ya ufisadi. Waziri huyo aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu leo hii akisema sheria hiyo imeshindwa kushawishi umma. Waziri mkuu wa zamani wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo amechaguliwa kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Wabunge wa mabaraza yote ya bunge walipiga kura zao katika eneo moja la uwanja wa ndege uliofungwa huku ukiwa na ulinzi mkali. Mahakama moja nchini Kenya imeitaja amri ya serikali kuifunga kambi kubwa kabisa ya wakimbizi kaskazini mwa nchi hiyo ya Dadaab kuwa si ya kisheria. Serikali ilikuwa imetangaza itaifunga kambi hiyo na kuwarudisha Somalia zaidi ya wakimbizi laki mbili walioko katika kambi hiyo. Tamasha kubwa la filamu la 67 Berlinale limeanza rasmi leo hii mjini Berlin. Takriban kazi 399 za filamu zinaonyeshwa katika tamasha hilo. Filamu 18 zinashindanishwa kwa ajili ya kupata itakayoshinda tuzo katika tamasha hilo litakalofikia mwisho Februari 19.